Watu wetu wataendelea kutumia nishati safi na salama ambazo zinatengenezwa katika kiwanda hichi. Kwa kweli mwenge wa uhuru umeridhika. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikuambie, tuendelee kuomba jitihada ya vijana wetu hawa. Ndugu mkurugenzi wa halmashauri upo, Mheshimiwa mbunge upo, na waheshimiwa madiwani upo, natambua utendaji wenu wa kazi na ufanisi wenu wa kazi juu ya kuwasaidia wananchi wa eneo hili la Ulanga, lakini pia natambua uwezo wenu na juhudi mnazozifanya juu ya kushirikiana na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli umekuwa mnafanya kazi kubwa na nzuri juu ya wananchi hao. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya kazi kubwa ndani ya taifa hili, Afrika na dunia kwa ujumla, juu yu ya kuhamasisha swala so zima la nishati safi na salama. Leo hii tumekuja ndani ya wilaya hii ya Ulanga, tumeanza mradi wetu huu wa kwanza ambao wanaonyesha kwa uhalisia jinsi gani vijana wetu wanavyoendelea kuunga mkono jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya, ya kuhamasisha na kuwaelimishana juu ya swala zima la utumiaji wa nishati safi na salama. Kwa kweli vijana wetu wa USEMINI ongereni sana sana sana, na haya ndiyo mafanikio ya mwenge wa uhuru, lakini pia ndio malengo na matarajio ya baba ya taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Naamini uliwa mwenge wa uhuru, vijana wetu hao wataendelea kuibua fursa mbalimbali, lakini pia kipato chao kitaongezeka na uzalishaji wao utaongezeka. Kwa kweli vijana wa Usemini, nyongereni sana sana sana. Zamani tulikuwa tunapata shida sana, kwanza wakina mama kuknabeba kuni, tunaumia ukibeba mzigo, hakuna mtoto mgongoni, hatari mpaka unafika shingo, unafanya hivi kabisa. Lakini sasa hivi unajua tutapata laha wakina mama, tutajibweda tuta kwa laha zetu kwa matumizi ya nishati safi. Ushauri wangu kwa wananchi wa, kulingana na hali ya hewa inavyokwenda, tuingie kwenye nishati mbadala, angalau tukaokoa na tuzidi tena kupanda na miti mingine.